Ndoa haiwezi kuongozwa na kifua. Aria moyo a guo muthe wajoki moshi no wathona githuri no wathona githuri ndongi athoithwakaro moshi wa wathana githuri ndongi atha mutumia na githuri no wathanire kuria wathanaga na githuri dio, unaona wanasiasa wengine hawana jamii, maana alitumia kirauni yake ya kwa badie cabinet minister